Odi. Odi. Karibu. Hapa mm. Kwa hapa, sana. Habari za sasa? Nzuri, kwa kwa mm. Sedi ni? Ha, ebu toka nje kidogo. Una shida na mimi? Eee. Shida gani mbona sielewi? Dada tulia nitakupasua kichwa wewe. Jamani. Mehe, kweli nimekosea, nimekuwa mpumbavu, dhambi imeningia Vamia tu majumba ya watu na kuanza kuongea ongea. Shida yako nini? Wewe mama yako ni mchawi, amemroga mwanangu. Nimekuja hapa amtibishe mwanangu, asipopona ama zake ama zangu. Umesemaje? You woman, you woman don't know me, Let me... kichwa nitakufanya chongo, nitakutoa ya matiti. Siku nyingine ukija kuongea na maneno yako machafu mabovu kuhusu mama yangu, make sure you are jipanga ringi. do you hear me? Nitakufanya vibaya wewe mwanamke. Yani waongee tena wewe mwanamke, nakwambia, ukirudia kusema vibaya kuhusu mama yangu nitakuua. Yani nini? nitak... nitakuaya mama nyingine ikoje? kuja tu anamsema kuhusu mama yangu, nitakufungia hapo. Utakaa hapa mpaka siku kileta mzigo wangu. Sitaki ujinga mpaka mzigo wangu unapatikana. Sasa ngoja nikuulize kitu mzee mpaka mzigo siku ukionekana, mzigo utaonekanaje mzee wangu? Wakati umenifunga hivi, usingeacha nikaenda kwa mtu? Unafanyaje utabii unafanya? Yani mzee umenionea, lakini si usinge nifunga hivi sasa. Tutatokaje ili niende kutafutia mzigo? Da, ila maisha bana, mke mwenyewe amenisaliti huyo, amenifunga na minyororo sasa. Vipi, nafanyaje? Ah, Mungu mwenyewe tu anipeteke. Avira, Avira mwanangu, njoo Hapa mama yuko yuko, yuko wapi? Ametoka mm. Huyu hapa unamuona? Yeah. Huyu hapa utakuwa unampa um, um, um, chakula hapa hapa, kila kitu hapa hapa, maji ya kunywa chakula hapa hapa. Sawa hapa. Sawa. E, nimesema hapa kila kitu hapa hapa. Fuata maelekezo yangu sawa. Sa -ba, ba -ba. E, sawa sawa. Mungu wangu. Hii yote ni kwa ajili ya mka mwana wangu. Asingekuwa mka mwana wangu mimi singeitwa mchawi. Eh, ipo siku mka mwana wangu kati yangu na mka mwana wangu mchawi ataonekana. Hey, Yesu wangu nisaidie. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Iwepo siku Mungu unipanguse machozi yangu. Mka mwana wangu. Mungu akurehemu. Aturehemu. Amina. Vusi Kanya Unyao kweli, uu si mganga kweli. Ngoja kwanza nimwite dokta. Kanyaunyau, njoo mara moja! Mganga samani, yani mimi nimekuita usiku wote huu, lakini kwa sijui unaenda wapi? Yep, ila nomboni. Sasa mganga ile kazi niliyokupa ufanye, mbona sivyo wewe unielekeza? Nataka nimfungie mme wangu ndani. Kwani mimi nifanyia nini? Si nichukua mme wako nikufungia ndani? Nitulia tu ndio? Nakumbuka, lakini nilikwambia ufungie ndani kwa maana nyingine, sio kumfungia ndani paka. Kama vile kweli imajini ni wewe. Mimi nifanya kazi yangu kama ulivyonielekeza, sasa kitu gani mimi nimejiongezea? Afu mimi uganga wangu nafanya kwa utaalamu wa hali ya juu. Istoshe, vitu vyangu vyote vimeenda kwa kunyooka. Mimi si babaishi. Kuja kanyaunyao, mfungie mme wangu ndani atulie. Nikashika mimi vitu vyangu, nikarekebisha, nikamfungia mme wako ndani. Shida iko wapi? Sasa mganga, mimi nikupa kazi moja tu, umfungie ndani ya ndoa, asiende nje kupendapenda, so mfungie hata nikawazezeta. Kazi ni hadi nimeshateseka, mpaka unavyoona hapa nimeshakonda. Ah, tizo nyewe wanawake bwana, unasumbua We ulikuja ukanipa kazi, na mimi nikafanya kazi. Hata kunisumbua bwana. Ndiyo? Mm, jamani mchungaji mekuja kuelezea matatizo yangu. Jamani, mwanangu anaumwa, tumbo limevimba, sijui tatizo ni nini. Ni, ni, jamani jirani yangu Jeni jamani, Jeni. Subiri mama, usikanike kwanza. Hebu, tatizo ilianza lini? Tangia juzi jamani, mwanangu amevimba tumbo jamani, Jeni amemroga mwanangu, asipopona jamani, Jeni. Tulia, maana amekuja hapa kuhitaji msaada, si ndio? Basi nisikilize, sawa? Nisikilize, maana hakuna kinachoshindikana kwa Mungu. Sawa? Ndiyo, wewe kama umekuja hapa nisikilize mimi. Mwanangu amerogwa mzungu. Sawa, tuliza pressure, tuliza pressure. Neno la Mungu linasema, unajambi ni neno kwanza. Mchungaji, mwombe mwanangu apone tu. Aya, basi nisikilize haya. Neno la Mungu linasema Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha mwanao. Mama. Nasikia nini unavyosema? kwamba twende kwake sisi wote tusumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Naye atafanyaje? Atatupumzisha. Mwanao amerogwa. Pamoja na kulogwa ndio. Lakini hmm. Lazima tumpe Bwana ukupofu kwanza. Sawa? Sawa, mama. Kijana wangu. Hmm. Umesikia. Hmm. Ah, inabidi sasa twende kwenye huduma. Hmm. Ni kuna hmm. mtoto hmm. ameletwa hmm. hapa. Unaona, hii ni tatizo mm. Hebu -hmm. tufanye maombi mm -hmm. kwanza, baada ya hapo tutajua kinachoendelea sasa. mm -hmm. Mama, tunaenda kuomba sawa? Mama, jipe moyo jipe imani. Sawa? mm -hmm. Kama umekuja hapa hebu tuombe, si ndio? mm Hakuna -hmm. kinachoshindikana kwa nani? Kwa Bwana. huu nao ni mzigo kwa mwanangu, apone mchungaji. Atapona. Sasa sisi tunaenda kwenye maombi, tunaomba ushirikiano wako sawa? Najua inawezekana hujui kuomba sawa, lakini wewe tusikilize, si ndio? cha msingi utulie, sawa e, na bwa mm. Sawa, tumkaribishe Bwana sawa. Baba wa mbinguni ni hakuna kama Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba yetu na Mungu wetu, upetie mahali pa juu aa Uwepo wako na nguvu zako, ee Yesu tunalindwa na damu yako na mamlaka na utukufu wako juu yetu. Asante kwa ajili ya saa hii njema na wakati huu mwema. Yesu, nakuja mbele zako nikialika uwepo wako na nguvu zako mamlaka za nguvu zinazotoka chumbinkuni. Hebu tazama binti hii mkononi mwako, ee Yesu, na mkabidhi kwako, nikialika nimako na mamlaka yako, ee Bwana Mungu, akwani mtenda miujiza mkuuaakuu wote, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Mwana wa Mungu aliye hai na simama

nsman ni gani mchungaji, ni Jena amemloga mwanangu sawa, nasema, ni Jen, ni jirani yangu yule ni mchawi. Mama, sikatai, lakini hebu tuthibitishe kwanza, ni sawa, uwe sige. Mchungaji, lakini mimi kuna ni maono nimepokea sawa, Biblia inasema sawa, kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa sawa, ni kweli hapa sisi tunatenda jukumu letu kama watumishi wa Mungu lakini pia kuna watu ambao wamewekwa na Mungu pia matabibu sawa. Mtoto kumpeleka hospitali hapana, ni wachawi wamemloga mwanangu. Sasa kwa kuwa umehitaji msaada wa kwanza, msaada wa kwanza wa maombi tumekupatia sawa, mama, lakini pia kuna maono nimepokea sawa. Tusije tukawa miongoni mwa wanaoangamia kwa ukosa nini, maarifa. Hivyo mimi naomba na tufanye hivi, huyu mtoto tunaenda kumwombea maombi ya kumpeleka nyumbani lakini kwa sababu sasa imeshakuwa ni muda wa usiku, kuna mambo mawili tutachagua mwenyewe, either sasa umpeleke hospitali au atakapokuwa na hali nzuri, kawezekana kumpeleka kesho, apeleke hospitali kwanza, afanywe check up sawa, na sisi ndio tutajua tunaombea nini. Inawezekana tukaombea mambo ya ya kiroho, ni mapepo, kumbe ana tatizo jingine la ziada. Kitendo cha mtoto kuwa tumbo linavimba, na naona kabisa lakini sasa wadhibitishe pia. Kwa hiyo sasa utachagua mwenyewe, hospitali sasa hivi au auende kesho. Hayo ninachojua, uwe na imani, atakufa atakona kabisa. Usiku mwema, Bwana kutangulie, na sisi tunaendelea kuwa na wewe maombi. Hakuna inayoshindikana kwa Bwana.

nataka nikusaidie, nimekuhurumia sana pale. Sasa, ili mmewako aweze kuwa sawa, izimu inahitaji kafara ya damu. Damu ndio damu, damu ya wifi yako feti cheupe mangala namtaka ndoa nyingi zimevunjika, vunjika sababu ya hiki, kirusi kinywani. Jirani wamefarakana, hawaongei tena. Sababu ya hiki, kirusi kinywani. Guys, mambo vipi? Naitwa Eriet Isaac ama wengi wananifahamu kwa Madam Angel kwa niaba ya timu nzima ya Trace Kyerwa tunapenda kuwashukuru wale wote mnaoendelea kutufuatilia kwenye movie yetu ya Kirusi Kinywani. Tunasema asante sana, karibuni sana, endeleeni kutufuatilia, tuna vitu vizuri. Ah -ah, sio hilo tu. Kama ulikuwa bado hujasubscribe, karibu kapate kusubscribe, lakini pia turn on notification ili uwe wa kwanza kupata movie zetu. Sambamba na hilo, zipo huduma mbalimbali kama vile huduma ya ushereheshaji, iwe back part, send off, kitchen part au wedding. Ni hivyo tu, unashindwaje sasa? Tutafute kupitia namba hizo zinazopita chini, tutakupatia huduma utakayokuwa unahitaji. Yajayo yanafurahisha <muchos>